Habari, karibu kwenye channel yetu hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuipitia, basi tuomba subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele ili notification mpya zinavyoingia uweze ukazipata. Leo hii tunafundisha natoa maelekezo juu unavofungua WhatsApp ya mtu U, ya mtu asijue kama umesoma message yake. Cha kwanza utaenda play store, uta download app ya WhatsApp, uta download app ya WhatsApp. Download app ya WhatsApp. Kama mnavyoona mimi hapa tayari yangu nisha download iko ipo. Kwa hiyo tunafanya tunaenda tuna hii hapa hapo. Hapo utafungua hapo, ukishafungua kama hivi unavyoona, yani magroup yangu. Ngumu inatumia utabonyeza hapa hivi vialama vitatu. Ukishabonyeza hivi vialama vitatu, itakuja itafunguka hapa setting. Utabonyeza setting. Ukishabonyeza setting hapa itakuja kama sehemu ya kuchagua hapa, kuna meta verified account, privacy, avatar. Sisi kwa sababu tunahitaji tuweke mtu asione, tunabonyeza hapa kwenye privacy, kisha unabonyeza hapa kwenye privacy, itafunguka kama hivi. Hapa sehemu nyingine tunataka ambayo itatudi sisi. Umeona hapa imeandikwa read receipts, kwako itakuwa hivi ipo hivi, yaani it means hapa unavyosoma mtu anajua kama kama umesoma, inaweka blue tick. Sasa tunataka tuweke mtu aweke tick mbili na isionyeshe blue tick. Sasa tutakiweka tutakibonyeza itazima hivi, kisha zima hivi. Timisi hapa, hata kama umesoma, mtu hato, hato jua. Mwisho wa siku, huku unaendelea na vitu vingine kama kawaida. Kwa kitu unachotaka kujifunza mwjayo, tunaomba ucomment hapo au like au share, ili notification mpya pia zinavyokuja, ili uweze kufanya kuzipata kwa wakati. Pia usisahau subscribe channel yetu. Asanteni sana.